Kilichowastaajabisha ni kwamba kila mimba ilipokuwa ikifika miezi mitatu ilikuwa ikiharibika. Waliweza kupoteza mimba kama tatu bila kujua sababu ni nini. Lakini baada ya hapo niliwashauri kuweza kufanya vipimo kwa upande wa mwanamke kufanya vipimo na kwa upande wa mwanaume. Baada ya hapo iligundulika kwamba mbegu za mwanaume ni hafifu. Uh, zikitungisha mimba haiwezi ikashika kwa muda mrefu, lakini na mwanamke alikuwa na uzito mkubwa pia, na homoni zake za estrogen zilikuwa chini na progesterone zilikuwa juu sana. Hizo ndo zilikuwa sababu zilizokuwa zinapelekea mimba kuweza kuharibika. Niliwashauri kupata mwongozo wa lishe kwa muda wa miezi mitatu na tiba za kuimarisha homoni zao na kuimarisha mbegu na uzalishaji wa mayai ambayo yako vizuri sambamba na kusafisha mifumo ya uzazi. Na mshukuru Mungu waliweza kuzitumia na baada ya kuzitumia, kwa mwanaume, mwanaume alitumia Rijali Kit kwa miezi mitatu, na mwanamke alitumia CPE Natura Ceutical kwa muda wa miezi mitatu sambamba na mwongozo wa lishe. Baada ya pale, mwanamke aliweza kubahatika kupata ujauzito pia, nikamshauri apate dozi ya wakati wa ujauzito, na mshukuru Mungu wameweza kupata mtoto bila tatizo lolote lile. Na hili ni tatizo ambalo linawakuta watu wengi sana a, bila kujua lil kwa upande mmoja wa mwanamke, lakini mwisho wa siku unatakiwa kufanya vipimo, uwe na mwenza wako, kujua changamoto iko wapi. Na lengo sio kwa ajili ya ugomvi au kujua au kuachana, hapana, lengo ni kuhakikisha mnalitatua pale ambapo mtakuta kuna tatizo, na hii ndo maana ya ndoa na uzazi. Ili kujua faida ya tiba walizozitumia soma caption, kuzitambua zaidi na gharama zake na namna ya kuzipata. Lakini pia tunaendelea na challenge yetu ya siku 30 ya kutoa sumu mwilini Aa, kwa kutumia C247 na Livercare na leo ni jioni siku ya 25 tunaenda kutumia Livercare kidonge kimoja ili kuweza kusafisha aa, ini kuimarisha utendaji kazi wa ini ili pia na ini liweze kuchakata homoni ni vizuri na kuepukana na magonjwa ya uzazi na matatizo mengine mwilini ili kupata tiba hizi Nitafute WhatsApp kwa namba inayoonekana hapa na komenti neno niunge kujiunga na grupu letu la mafunzo ya uzazi na uzito bure.